Je, unaamka usiku mara nyingi kukojoa? Ndugu yangu, hii inaashiria kwamba una changamoto ya tezi dume. Na mara nyingi kwa watu wanaokojoa mara kwa mara wanakuwa na uvimbe wa tezi, tezi imevimba. Tezi ikishavimba, huwa inaenda kugandamiza kibofu cha mkojo. Kwa hiyo ikishakigandamiza, ni rahisi sana kuweza kupata haja ya kukojoa mara kwa mara, iwe usiku wala mchana. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kipi? Kwanza, kunywa maji mchana, maji ya kutosha. Anaendelea, anasafisha. Namba mbili, epuka pombe. Pombe na nyama nyekundu ni vitu vya kuepuka. Epuka unywaji wa kunywa bile, kahawa eh, tunasema vinywaji vya kahawa jioni eh. Kahawa iepuke, lakini pia fanya mazoezi madogo madogo, husaidia kuimarisha afya ya mkojo. Na kama bado unateseka na tezi dume, haina haja ya kufanyiwa operation, wasiliana na Dr Jimmy akupatie dawa, inaitwa dume tena. Imesaidia eh, wanaume wengi ambao ya tezi yao imeweza kuvimba, kwa sababu inaondoa uvimbe inaboresha kukojoa na inamalisha homoni ya mwanaume ambayo tunasema ni testosterone. Tunapatikana Mwanza, lakini mikoani tunatuma kwa basi au ndege. Kama una changamoto, wasia Dkt Jimmy leo kwa msaada zaidi. Karibu.